Karibu, mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Karibu katika chaneli yako pendwa Nebuye TV. Kwa siku ya leo tuko, tuko tunaangazia kuhusiana na jambo la kilimo cha ndizi, na kama ilivyo kawaida Nebuye TV tunapokea mialiko mbalimbali kwa ajili ya kwenda kuongea na vijana wajasiriamali, vijana wanajituma na vijana ambao wafugaji wadogo wa wadogo pamoja na wakulima. Kwa siku ya leo tupo katika shamba la mkulima tukizungumzia kwamba kuna siri moja ambayo nataka atupe siri yenyewe ni kwamba kwa nini ndizi hii inapendeza kama aakatika skrini yako hapa, ndizi minawili pendeza kwa, kuna vitu ambavyo inabidi uweze kuvichukua hapa. Kuna madini ambayo tunataka tuchukue kwamba atu, atupe siri ya kwa nini mdizi wako napendeza. Kuna mambo mbalimbali ambayo unaweza kujifunza wewe pamoja na mimi, ukitoka hapo kilimo cha mchandizi, ina maana itakusaidia wewe katika hatua moja ama nyingine ya kuweza kufanikiwa katika mafanikio yako. Ukiangalia katika skrini yako hapo, hiyo ni ndizi, ndizi nzuri imependeza vizuri sana, na huu ni muda wa kiangazi, sio muda wa masika. Hasa kama muda wa kiangazi, ndizi hii inapendeza, haijui muda wa masika itakuwaje. Kuna siri ambayo ataweza kutusaidia huyu mkulima wetu. Kikubwa tu, mpenzi mtazamaji, ni uweze kusii, uweze kufuatilia, uweze ku like, uweze ku subscribe, comment pamoja na ku share, na pia uweze kutazama video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ili uweze kujifunza vitu mbalimbali ambavyo kitakusaidia katika kilimo chako cha ndizi bila kupoteza muda. Habari za muda, bwana. salama. Salama, salama. Ndio, ndio. Hii safari yote, safari yote ni kwako, tumekuja kuweza kujifunza vitu mbalimbali ambavyo vitaweza kuwasaidia hata wakulima wengine ambao wako nyumbani. Ndio, ndio, ehe bwana, hebu tupe kwanza, jitambulishe. Baada ya kujitambulisha, kuna maswali mawili matatu takuuliza ni nia na malengo, tuweze kuwasaidia vijana wengine ambao wana mpango na wao wa kuweza kulima ndizi kama wewe, ili waweze kufanikiwa. Kwa jina naitwa nani? Kwa jina naitwa bwana Kutafuna. Eh, mimi bwana, ni mkulima kulima wa hizi hizi ndizi mm. kama hivi unavyoziona mm. kwamba na mimi toka nyuma ni, nisha kuelezea kuwa ndizi hii midizi nilipanda nilipanda kimakosa baadhi ya midizi. Kwa hiyo kuna baadhi ya midizi ambayo mashimo yake ni madogo mno, mm. kitu kimoja. Sasa huu mdizi hapa leo ambao unaona mzuri ni mzuri, uko safi, huu hapa mm. shimo lake la kwenda chini ni kitatu. mm. kwa hiyo mpaka hii ndizi imefikia hatua, hata kama kipindi cha kiangazi cha jua kali, mm. ndizi zinazaa, maana tayari shimo lilikuwa kubwa, maana ina inahifadhi ubaridi wa kutosha. Yo. E, mpaka ndizi zimekuwa. Kwa hiyo nyingine yote ambayo umeiona baadhi ya umu ya migomba ilikuwa nimeipanda kimakosa e. Kwa hiyo baadhi ya migomba nayo ambayo nilipata maelekezo a kwa wataalamu, kwa hiyo nikawa nimeuliza viwango ni kuona hivi. Na sisi ndio tunataka utufundishe kusaa na maelekezo ya wataalamu, kama wataalamu walikuambia vitu gani ambavyo unaweza kumwambia mkulima mwenzio okay, ili kusudi na yeye aweze kujua mtaalamko cha kwanza kabisa, hebu tusaidie kwamba, naomba eh, hii ndizi imekuwa hivi eh. Kitu gani cha kwanza ambacho unaanza kuweka hapo chini hapo chini maana umependeza kwa kweli. cha kwanza hiki niweka mbolea ya kutosha, kutosha ya ndio. Na mpaka kama kama hivi unavyoona, nayo ndizi inazidi kuwa kwa mzuri au mgomba wote jumla, kama kwa ujumla, kama unavyoona wewe mwenyewe uko vizuri. Kwa hiyo wako, kwa hiyo wakulima wenzangu na washauri kwamba zao la, la ndizi isana kuweka mbolea ya kutosha ili tuvune ndizi iliyo bora badala ba. Na mbolea, kuna kitu gani kingine ambacho weza kutumia vizuri ikawa nzuri? Baada ya mbolea, kingine ni kusafishia tu kusafisha mm -hmm, ndizi yani kusafishia ndizi mm -hmm, ukawa umekaa kwenye hali nzuri, hapo ndipo ndizi yako eh, itazaa vizuri na bila kukutana na, naojahoteli Mm. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, kikubwa kama unavyotazama hapo, na nikukumbushe tu kwamba uweze kusubscribe uweze ku like pamoja na comment. Kutufuata na kutuendelea, kutufuata na kusafishia yeah, na kuweka mbolea kitu gani yeah, kingine kizuri ambacho kimefanya ndizi imependeza na wala haijadondoka, lakini nashukuru kwa ilio mingi humu shambani bado ijapatwa na, na athari hiyo. Eh, kwa nini uja dondoka mpaka wapi? Kama nilivyokuambia ndugu mtangazaji kwamba hmm. Huu ni shimo lake ni kubwa. Nilipata elimu kutoka kwa wakulima wenzangu ambao wao ni wazoefu na kilimo hiki hmm. Bana, ni jambo zuri sana kwa, ina maana kwamba inabidi kuweka mashimo yakuwa makubwa, makubwa. na kitu kingine mhm, kitu kingine kuweza kuweka nili mbolea pamoja na, na ma, maji vipi? maji ni changamoto maji, mm, eh, maji. Eh, maji, maji, mm. maji yako mbali na mimi si, si, maji. mbali mm. mto takriban kuna kama ya tatu hmm. Mpaka pata maji sasa. Bauezigu ndio mtaalamu wetu bwana, hebu kama kuna mtu yuko nyumbani hey, ana hofu na jambo la kilimo cha ndizi ndio naomba uweze kumtoa hofu kwamba, yaani naomba uweze kumtoa hofu, yeah, ili kusudi asiwe na shida na hofu ya kilimo cha ndizi. Yeah. Kuna watu wengine wana imani mbalimbali kwamba kilimo cha ndizi lazima mazingira ambayo kuna maji, lakini kiangalia pakavu, kawaida wengine wanasema ndizi zinakaa muda mwingi sana hazina yeah, faida yoyote. Naomba umtoe hofu sana na, na jambo hilo la kilimo cha ndizi. Hili mimi naonakuia ana uliona hili ndipo sehemu ya bonde mm. E, na, na ndizi unastawi zaidi sehemu ya bonde. Kwa hiyo mm. kwamba naomba wenzangu, wakulima wenzangu waliolima maeneo ya bonde kama mimi hapa hivi unavyoona, basi eh, naomba eh, waendelee kuboresha maeneo yao ya ndizi wazidi kuboresha maeneo yote ili yapendeze. Na kikubwa zaidi, kwanza ni kulimia eh, shamba liwe safi, pili mm -hmm, kama ilivyokuambia kwamba inatujua huduma ya kutosha, ina maana kwamba mbolea vile vile eh, kwenye upandaji wa uandizi shimo liwe kubwa kuanzia futi tatu kwenda chini, hapo ndizi itakula lakini iuwe sehemu ya bonde, sehemu sehemu ya kilima ndizi ya kwa sababu kwamba kilimani ni, ni sehemu yenye ukame zaidi mm. Eh, kwa hiyo mimi nashukuru ndizi zangu zinazaa sasa hivi hii Hidi, Dio, no. E, huu, sahibi, ni kiangazi hii. Ndizi unaona hapa, hii hii ni kiangazi, ndio no eh, huu hapa. Sasa hivi naweza kusema ni leo mwezi wa saba, ndizi ya mwezi wa saba, iangalie juu tu ndizi nzuri mm. ndizi ni ndizi, haina shida yote. Eh, kwa hiyo naomba tu wakati wangu walio bondeni basi waendelee kuboresha kilimo chao na watengenezee misingi iliyo sahihi, kama mimi hapa mimi, natoomba. Kwa hiyo mimi ninachoomba, ndicho nachoomba, wakulima wenzangu washirikiane, tuweze kushirikiana kwa kubwa na dogo, basi tuweze tutengeneze mazingira sahihi. Mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV naamini umepata elimu kubwa sana ambayo inahusiana na kilimo cha ndizi na kama unavyotazama mwenyewe hapo kwenye skrini yako, mkulima yupo hapo live pamoja na ndizi zake, ziko pale kwa juu, ziko vizuri sana, eh? ndizi zimependeza, ndizi ziko vizuri, ndizi hizo huwezi amini kama alivyosema pale awali, ndizi zimependeza, zimenawiri vizuri, hazina changamoto yoyote, juu, kwa hiyo kikubwa tu elimu ambayo umepata mpenzi mtazamaji uweze kuifanyia kazi. Baada ya kuifanyia kazi ndio itatoa matunda mazuri, maana elimu bila kuifanyia kazi kwa vitendo, ndio maana nitakuwa kama vile hauna elimu. Maana elimu nzuri inabidi uweze kujifunza na pia uweze mwenye kuifanyia kazi, ili uweze kufanya kazi vizuri. Kwa ndugu ndugu mkulima, una neno lolote la mwisho kuweza kuongea na watazamaji wako kabla hujamaliza kipindi? Mimi sina mengi, ila naomba ndugu watazamaji wangu wanaangalia kwenye hii Radio TV kwamba nawaomba tu tushirikiane papamoja, tutengeze mazingira yaliyo sahihi na tujenge maendeleo ya baadaye. Basi tunashukuru sana mpenzi wa mtazamaji wa Nebuye TV. Mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine bomba sana, mambo ya kilimo na ufugaji mdogo mdogo, kubwa na kuomba na kukumbusha uweze kusubscribe, uweze kulike pamoja na comment wa tunapokea mialiko na tunasoma komenti mbalimbali kama mtu atakuwa na, na, comment. Na mwisho video hii, ndo mwanzo wa video nyingine bomba ambayo itaweza kuelimisha wewe pamoja na familia yako na kujikwamua kutoka katika sehemu moja kupeleka katika sehemu nyingine ya pili. Na kuacha na swali moja zuri ambalo mtasoma mm, kwenye comment na mtu yeyote atakayejibu vizuri, maana kuna zawadi nono atakayepewa na uongozi wa Nebuye TV. Nilikuwa naomba kuuliza je, umejifunza nini kupitia video hii ya leo? Video ya leo umejifunza kitu gani? Maana kuna mambo makubwa sana, ili kuweza kutimiza malengo ya, ya video yetu malengo ya Nebuye TV kwamba kitu gani ambacho umejifunza leo ili kuweza kusaidia katika maisha yako ya ukulima. Nashukuru sana na kukumbusha kuweza kusubscribe kulike, pamoja na kucommenti pamoja na kushare.